yetu imebadilika kwa kasi ambayo haikuwahi kudhaniwa, ikipita hata matarajio ya wanasayansi wa mwanzo. Ingawa bado tupo katika safari ya maendeleo, lakini tayari tumefanikisha mambo mengi na makubwa. Kwa mfano, kubadilisha jinsi tunavyowasiliana. Sasa unaweza ukazungumza na mtu kutoka bara moja kwenda bara jingine kwa urahisi na kwa ufanisi zaidi. Sambamba na hilo lakini pia tumefanikisha utaratibu mzuri wa kuhifadhi taarifa ambazo zinaweza kukaa kwa muda mrefu. Swala jingine ni swala la kusafiri. Kiachia mbali na hilo, wanasayansi sasa, imefika hatua kuwa wanaweza kufanya upasuaji kwa kutumia mashine. Sambamba na hilo jingine pia ni kulinda mataifa yetu kwa silaha nzito na za kisasa, pamoja na mengine mengi. Katika msingi wa mabadiliko wa haya yote, kuna moja ambalo ni uvumbuzi wa kushangaza zaidi wa binadamu, nao ni uvumbuzi wa akili bandia, ama kwa lugha ya Kimombo inavyofahamika artificial intelligence, kwa kifupi AI hapo awali ilibuniwa kama zana msaidizi ya kuimarisha fikra za binadamu, namna ya kujifunza kwa uharaka na kutoa maamuzi kwa uharaka zaidi. Mchakato wa asili wa kujifunza kwa binadamu kwa kawaida huwa unachukua muda. Hekima kwa binadamu huwa inapatikana kupitia uzoefu wa muda mrefu, mapambano ya kawaida pamoja na ufunuo wa kimungu. Hata hivyo, katika juhudi zetu za harakati za upatikanaji wa maarifa, tumeunda mashine zinazoweza kukusanya taarifa nyingi kwa kiwango kisichofikirika na kuzichakata kwa kasi isiyoelezeka na hata kufanya maamuzi kwa niaba yetu pia. Lakini kadri siku zinavyozidi kwenda na tunavyozidi kuingia katika enzi hii ya teknolojia tunapaswa kujiuliza swali. Je, tunatumia AI kusaidia uwezo wa binadamu au tunajaribu kuchukua nafasi ya utaratibu wa asili uliowekwa na Mungu? Imeandikwa katika kitabu cha Mithali tisa mstari wa kumi. Kumcha Bwana ni mwanzo wa hekima na kumjua mtakatifu ni ufahamu. Mungu alimuumba mwanadamu akiwa na uwezo wa kipekee kujifunza, kufikiri na kutafuta ukweli. Ametupa hisia za kutambua na kutizama ulimwengu vizuri, akatuzawadia na akili za kutafsiri mambo pamoja na roho za kutofautisha mema na mabaya. Tazama hili, unapoketi nje siku ya joto, mara hafra, upepo wa baridi ukakupitia mwili wako kwa kawaida, kwa kupitia ngozi, hutuma ishara kwa ubongo wako, ukikusukuma kuchukua hatua, labda kuvaa koti ili kujikinga na kaubaridi huu. Kwa kawaida ni utaratibu wa asili, mpango wa ajabu ulioumbwa na Mungu, ambao binadamu hupokea taarifa kupitia sensors mbalimbali kutoka katika mwili wake. Hata hivyo kadri maarifa yanavyopanuka ndivyo pia tamaa yetu ya kudhibiti na kufafanua upya taratibu zinazotufanya kuwa binadamu inavyoongezeka. Kwa sasa, ndugu zangu, tumepiga hatua kutoka kutumia AI kama chombo cha msaada hadi kujaribu kuiandika tena upya historia ya maisha yenyewe. Wanasayansi sasa wanatafuta njia za kuhifadhi fahamu za binadamu hata baada ya kufa, wakihifadhi utambulisho wa binadamu katika mfumo wa kidijitali wakiwa na matumaini kwamba iko siku moja teknolojia inaweza ikamrejesha mtu aliyokufa. Sambamba na hilo, wanasayansi sasa wako katika mchakato wa kulivumbua tumbo bandia la uzazi ambalo litasaidia kupitiliza mchakato wa asili wa kuzaliwa kwa binadamu kutoka kwenye mfumo wa uzazi wa mwanamke. Sasa mwanamke anaweza akaamisha mayai yake na mbegu na kila kitu kutoka kwa mwanamume pia, wao akapata mtoto kupitia tumbo bandia la uzazi na mwanamke asipitie uchungu wakati wa kujifungua. Sambamba na hilo pia, katika baadhi ya makanisa AI sasa inatumika hata kumwiga Yesu Kristo kuhubiri, kuomba na kushirikiana na waumini katika masuala ya kiroho. Lakini barabara hii inatupeleka wapi? Je, tunakaribia hekima ya kimungu au tunajaribu kuwa miungu sisi wenyewe? Je, tunamtafuta Bwana kwa moyo wetu wote na akili zetu zote, au tunajaribu kuichukua nafasi yake. Imeandikwa katika kitabu cha Mwanzo sura ya tatu mstari wa tano: Ninyi mtakuwa kama miungu mkijua mema na mabaya. Ndugu zangu, hayo ndiyo maneno yaliyosemwa kwa Hawa katika bustani ya Edeni. Jaribu la kwanza lililomwongoza mwanadamu kutoka katika njia ya Mungu. Leo sauti hiyo hiyo inajirudia tena katika enzi hizi za kiteknolojia. Tamaa ya kuvuka mipaka ya ubinadamu, kuwa na mamlaka juu ya maisha na kifo na kufafanua upya uumbaji ni njia iliyojawa na athari kubwa, na tunaiendea kwa spidi ya ajabu. Lakini mimi na wewe tunaweza tukajiuliza hili swali, kwani tumefikaje hapa? Na ili kujibu swali hili tunapaswa kurudi nyuma mwanzoni, tufuatilie asili ya haya maarifa, kusudi la uumbaji na utaratibu wa kimungu uliowekwa tangu mwanzo. Ni hapo tu ndipo tutaweza kuelewa kwa kweli tunaposimama leo na tunapoelekea kesho. Maandiko matakatifu yanatukumbusha, imeandikwa katika kitabu cha Mithali tatu mstari ule wa tano mpaka wa sita nao unasema Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee ufahamu wako mwenyewe katika njia zako zote mkiri yeye naye atayanyoosha mapito yako. Swali ni je, tunamruhusu Mungu atuongoze katika hili, au tumechukua hatamu mikononi mwetu sisi wenyewe? Makala hii inajaribu kuchambua kwa kina maswali haya mazito, si tu kuhusu uvumbuzi wa AI, bali pia kuhusu asili, ya kusudi la mwanadamu, maadili na mipaka ambayo hakutokuwa na urahisi wa kuivuka. Basi mimi na wewe, karibu tuanze hatua kwa hatua kuelekea kuelewa kwa kina kuhusu AI na mengine mengi. Swali moja na la msingi ambalo unapaswa kulielewa kabla hatujaanza kujikita kwa kina, lazima tuifahamu, kwani AI ni nini? AI ni akili bandia, sayansi ya kutengeneza mashine zinazoweza kufikiri, kujifunza na kufanya maamuzi kwa njia inayofanana na akili ya binadamu. Katika misingi yake, AI hutumia kanuni za kihisabati ama kwa lugha ya kimombo algorithm, hifadhi data kubwa na nguvu ya kompyuta kuiga uwezo wa kufikiri kama vile kujifunza, kuamua na hata kutatua matatizo. Ingawa AI ilibuniwa awali kama zana ya kumsaidia binadamu, inazidi kuendelea kuwa na kufika kiwango cha kufanya kazi ambazo hapo awali zilidhaniwa kuwa ni za kipekee kwa wanadamu peke yake, kama vile ubunifu, mazungumzo na hata maamuzi ya kimaadili. Hili linazua swali muhimu sana. Je, tunaunda akili mpya au tunajaribu kufafanua upya maana ya ubinadamu. Imeandikwa katika kitabu cha Mhubiri mmoja mstari wa 18, kwa kuwa katika hekima nyingi mna huzuni nyingi, naye aongezaye maarifa huongeza huzuni. Kadri AI inavyoendelea, hatupaswi tu kuelewa jinsi inavyofanya kazi, bali pia kufikiria athari zake za maendeleo yake ya haraka. Kwa sasa na hata baadaye, swali ni kwamba sasa, kwani AI inafanyaje kazi? Kwa urahisi tu ambavyo naweza nikakueleza ni kwamba AI inatumia mchanganyiko wa mifumo ya kihisabati kujifunza kupitia data nyingi sana, mbinu za kuboresha utendaji wake. Kwa kawaida, mchakato wa AI unahusisha mambo makubwa matatu. La kwanza ni kuchambua data kubwa ambazo imepewa. Kwa kawaida AI huchukua data nyingi na kuzitambua mifumo ambayo binadamu anaweza kuikosa kwa haraka. Jambo la pili ni kufanya maamuzi yanayotegemea data ilizopewa. Hapa kutegemea mifumo iliyobainishwa, AI inaweza kutabiri matokeo na kupendekeza suluhisho kutokana na data ambazo imepewa. Jambo la tatu ni kujifunza na kubadilika. Kadri ya AI inavyokusanya data mpya, inaboresha uwezo wake wa kuwa bora zaidi katika kazi yake. Ni kama vile binadamu unavyojifunza, unapewa taarifa, ukikosea unarekebishwa, na baada ya kurekebishwa unakuwa umejua na unaendelea kuwa bora zaidi. Mfumo wa AI katika maisha ya kila siku. Unaweza ukashangaa ukajiuliza labda unaweza ukasema, kwani mimi AI inanihusu vipi? Mimi mbona situmie AI? kwani AI ni kitu gani? na kitumia wapi? na kitumia vipi? Utashangaa nikikwambia kwamba kwa hivi sasa tumefika hatua ya kwamba maisha bila mifumo ya AI ni hayaendi. Mfano tayari nimejikita katika maisha yetu ya kila siku kwa njia nyingi ambazo hatuwezi kuzikwepa mara nyingi, hata bila sisi kutambua kwamba tunatumia mifumo hii ya kiai. Ngoja nikupe mfano ambao utakusaidia kuelewa zaidi matumizi yake na namna ambavyo wewe unaitumia. Na kwanza ni wasemaji wa kidijitali mfano Siri, Alexa, Google Assistant. Hii mifumo yote hutumia AI kujibu maswali na amri za watumiaji wale wanaotumia simu janja hasa iPhone, Samsung, na nyinginezo nyingi wanaelewa maana ya Siri na Alexa pamoja na Google Assistant. Jambo la pili ni injini za utafutaji, mfano kama vile Google, Safari, Bing, Chrome na mengineo mingi. Hii yote hutumia AI kuboresha matokeo ya utafutaji na kuelewa nia ya mtumiaji wake. Jambo la tatu ni mitandao ya kijamii mfano kama vile Facebook na TikTok, Instagram, Twitter almaarufu X na mengineyo mingi. Yote hii hutumia AI kuchanganua tabia za mtumiaji na kubinafsisha maudhui yake. Sambamba pia, jambo la tatu ni ununuzi wa mitandaoni. AI inapendekeza bidhaa kulingana na historia ya ununuzi na ufafanuzi wa mtumiaji baada ya kutumia hapo mwanzo. Mfano mzuri ni kama vile Amazon, Shopee, Shein na mitandao mingine mingi sana ya ununuzi wa mitandaoni. Jambo jingine ni roboti. AI inatumika katika sekta mbalimbali kama vile afya na utengenezaji wa bidhaa. Kwa mataifa ambayo yamekwisha endelea, sasa yanatumia AI roboti kufanya upasuaji dala ya binadamu kufanya shughuli hiyo. Ukiachia hilo, kuna uhariri wa maandishi na marekebisho. E, haya hutumika katika kuimarisha maandishi na kusahihisha sarufi na hata tahajia. Kwa wale ambao wanatumia simu janja, ukiwa unaandika jumbe yako pale kwenye simu yako, utaona wakati mwingine kunakuwa kuna kitu ambacho kinakusahihisha neno lilokuwa unataka kulizungumza ama umekosea sarufi ama namna gani? Ukiachia hilo, kuna mitandao ya kuzuia udanganyifu. AI hutambua shughuli za kutiliwa shaka katika benki na mamlaka ya mitandaoni. Sambamba na hilo, lipo jingine linalofahamika kama chatbots e AI huendesha wasaidizi wa mitandaoni wanaotoa msaada kwa wateja. Sasa hivi unaweza ukaingia kwenye website ya sehemu ukakuta umeambiwa pale eh, uliza swali lako, ukaandika meseji yako kwa kutumia mfumo wao wa kiai, ukajibiwa bila hata ya mtu kukujibu, lakini AI yenyewe ikakupa majibu sahihi. Sasa zipo aina nyingi sana za AI. AI ipo katika aina tofauti nyingi, kila moja ikiwa na uwezo wake maalum lakini zimegawanyika katika vipengele vikubwa vitatu. Cha kwanza ni kujifunza kwa mashine wenyewe, kwa lugha ya kimombo anaita machine learning. Pili ni kujifunza kwa kina, inaitwa deep learning kwa lugha ya kimombo, na tatu ni akili bandia kwa ujumla, inayoitwa artificial general intelligence kwa lugha ya kimombo, ama kifupisho chake AGI. Sasa kwa hili la kwanza la ujifunzaji wa mashine ama machine learning, hai hujifunza na kubadilika kutokana na uzoefu bila programu iliyoandikwa moja kwa moja. Hapa inatumika katika mifumo ya kimapendekezo, mfano kama vile Netflix na kugundua ulaghai, pia inatumika kwa wingi. La pili ni ile deep learning, kujifunza kwa kina. Huu ni mfumo maalum wa kujifunza wa mashine unaotumika katika mitandao ya neva bandia kuchakata data ngumu kwa kina na kwa ufasaha zaidi. Hapa hutumika katika utambuzi wa nyuso na uchanganuzi wa matibabu, pia kii mtandao unatumia kwa mfano kama vile face identification, utambuzi wa sura. Jambo la tatu ni AGI, artificial general intelligence. Hii ni aina ya AI ambayo kinadharia inaweza kufikiri, kujifunza na kutatua matatizo katika nyanja zote kama binadamu. Ingawa mfumo huu bado upo katika mpango wa kutokea kwa sasa, upo lakini mjadala wake unaleta maswali mazito ya kimaadili kuhusu AI. Ikizidi akili ya binadamu, ni nini kitatokea? Kumbuka ndugu yangu, katika kitabu cha Mwanzo sura ya 11 ya mstari wa 4 ambacho kinasema, wakasema haya tujenge mji na mnara ambao kilele chake kifike mbinguni tupate kujifanyia jina. Kama vile binadamu walivyowahi kujaribu kujenga mnara ili kufika mbinguni, leo tunasukuma mipaka ya AI tukijaribu kuunda akili kwa sura yetu sisi wenyewe lakini tamaa hii inatupeleka wapi? Kwa upande mwingine, yako manufaa mengi sana ya matumizi ya AI licha ya changamoto za kimaadili. AI imeleta faida zisizopingika katika ulimwengu wa kisasa. Mfano ni ufanisi na tija. AI inarahisisha kazi, inapunguza mzigo wa kazi kwa binadamu katika sekta kama vile usafirishaji, fedha na afya. Uchambuzi wa taarifa na utabiri. AI pia hutambua mienendo mingi sana na kutabiri mabadiliko ya soko, hali ya hewa na kusaidia katika mambo mengi, hasa katika kufanya maamuzi ambayo yanatusaidia kujikinga na majanga. Maendeleo mengine ni maendeleo katika tiba. AI inasaidia madaktari kutambua magonjwa na kuboresha matibabu kwa kutumia mashine ambazo zinautizama mwili wa binadamu kwa kina. Jambo jingine ni uboreshaji wa upatikanaji wa huduma. AI inasaidia watu wenye ulemavu na kurahisisha kazi za kila siku. Hata hivyo, tunapaswa kujiuliza, je, tunatumia AI kuboresha ubinadamu au tunaunda dunia ambayo binadamu anakuwa wa pili kwa umuhimu? Hii ndiyo changamoto tunayoikabili: chombo chenye uwezo mkubwa, lakini pia chenye uwezo wa kubadilisha maisha kwa njia zisizotarajiwa. Hatua inayofuata ni kuchunguza madhara ya AI pamoja na ahadi zake na athari zake. Tuendelee pamoja katika safari hii ya maarifa. Tumeanza, tuendelee pamoja tuichambue AI kile kinachoendelea duniani kwa kina. Mungu atusaidie.